Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya ishirini na moja kuanzia aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tisa nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, watawakamata na kuwaudhi. Watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwatia magerezani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 Yesu Kristo anatumia muda wake akiwa hekaluni kuweza kuwaimarisha hawa mitume aliyokuwa amewakusanya waweze kuwa na ile nguvu ya kutangaza neno lake duniani kote. Anawaeleza mambo yatakayo wakuta, kwamba Ukristo sio lele mama. Ukristo lazima ukubali kuweza kuteseka. Anasema nyakati ambazo yeye atakapokuwa ameenda mbinguni, wakiwa wamebakia wao hawa wanafunzi wake, anasema watakamatwa na baadaye watapata maudhi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya Mkristo ni kukamatwa na baadaye kuudhiwa. Kuudhiwa na watu gani? Anasema wa kwanza kuweza kuletea maudhi ni wale ambao unaosali nao ni wale ambao ni viongozi wa dini, viongozi wako, wale ambao uko nao, watakukamata na baadaye watakuletea maudhi, kwa sababu katika ile maudhi ilikuwa ni kwamba watakamatwa na kupelekwa katika masinagogi. Masinagogi ni eneo la nyumba ya ibada. Badala ya nyumba ya ibada kuweza kutumika kutafakari neno la Mwenyezi Mungu, nyumba za ibada zaweza kuwa ni sehemu ambapo utaudhika sana badala ya nyumba za ibada kuweza kuwa sehemu ya kuweza kuwaponya watu, nyumba za ibada zinaweza kuwa ni sehemu ambapo zinawafanya watu waweze kufungwa, waweze kufungwa. Na katika hali hiyo, baada ya kupelekwa katika masinagogi hayo, anasema pia watapelekwa magerezani. Yesu Kristo mwenyewe alipelekwa katika gereza, alifungwa. Na baadaye akina Paulo na wenyewe alifungwa, akina Petro walifungwa magerezani, wakiwa na minyororo na kuweza kufunga kule magereza. Anasema walipelekwa mbele ya wafalme na, ma, wali, ma, na maliwali na watawala. Kwa nini? Kwa sababu ya jina la Yesu. Jina la Yesu lilikuwa lina nguvu kubwa sana nyakati hizo, watu walipona kwa sababu ya jina la Yesu, na kwa sababu wengi walikuwa tayari wameshatangaza uongo kwamba Yesu Kristo hajafufuka, lakini jina lake liliendelea kufanya kazi, na mpaka leo jina la Yesu lina nguvu kubwa sana. Jina la Yesu linaleta ukweli Jina la Yesu linaondoa uongo, na kwa sababu umesimama kwa ajili ya jina la Yesu, utambue wazi kabisa kwamba utaudhiwa, hutapendwa popote pale. Na katika hali hiyo anasema Yesu kwamba kuteseka kwa Wakristo itakuwa ni ushuhuda kwamba Yesu Kristo anaishi ndani mwao. Anawaambia hivi kwamba mtakapopelekwa katika mahakama mbalimbali na magereza, msianze kuwaza namna gani ya kuweza kujitetea. Anasema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu atawapatia neno ambalo wale watesi wote ambao wanaoshindana na ninyi hawatakuwa na ile nguvu ya kuweza kuipinga nanyi. Katika safari ya maisha ya Wakristo anasema itaibuka, litaibuka jambo moja gumu ambalo linaloumiza sana, usaliti. Tupo katika nyakati ambazo familia zinasalitiwa, watoto wanaosaliti wazazi wao, baba na mama wanasalitiana, usaliti mpaka maeneo ya kazini usaliti katika maeneo ya biashara na usaliti mpaka maeneo ya kanisa katika maisha ya Wakristo. Usaliti na shetani ndio baba wa usaliti. Hasa katika hali hii, usaliti ukitokea katika suala so zima la ndugu kwa ndugu, jamaa kwa jamaa na marafiki, na baadaye kuweza kuwafisha baadhi yenu, anasema msiogope, usije ukaogopa katika swala so zima la usaliti usije ukapata shida ukarudi nyuma katika swala zima la imani yako. Simama imana hadi katika nyakati za usaliti, kwa sababu Yesu Kristo alishaona na, na akazungumza nasi na anasema kupitia jina la Yesu watu wengi watachukiwa, chuki itaingia katika safari ya maisha yako kwa sababu ya jina la Yesu. Anasema kwamba katika hayo yote ya chuki, kusalitiwe na mambo mengine yote, kuna kitu kimoja katika kikubwa katika maisha yetu, anasema hata unywele mmoja wa vichwa vyetu hautapotea, hautapotea. Bali hadi nywele zetu Yesu amezihesabu, maana yake tuna maisha baada ya hapo. Na anasema kwa nguvu ya subira tutaziponya nafsi zetu, kwa nguvu ya subira, subira yetu kuweza kumsubiri Bwana katika mazingira magumu. Bwana aje mara, maranatha, Bwana aje katika mazingira magumu, tutaponya nafsi zetu. Msubiri Bwana aje, usitake hata mara moja katika kuweza kumwacha Bwana kwa sababu ya mgumu ambayo yamekukuta. Mngoje Bwana, subiri ahadi yake utaiponya nafsi yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.